wezi kukitengeneza hata kucha, hmm. Basi sio kibaya hmm. Mbona yeye hajamtengeneza Aziziki wake tukamwona kamwoa, e, yuko api alomwoa e? Wastaki nikasema mengi, ile ni riski kutoka kwa Mwenyezi Mungu Habisa. Hamisa kapata riski choyo, choyo, choyo, kaona mwenzie kapata zaidi ya yeye anavyofanya. Kusema kweli, watoto wa kike utaweza kuwa na mashoga lakini si shoga si shoga shoga wengine si shoga, na akisogea pia anaweza kumuibia aweze pia, kwa sababu hakuna kitu kisichowezekana duniani. Kwa kweli, jambo la heri ni jambo la furaha sana. Ukiona mwenzako anafanya jambo la heri, basi na wewe umpongeze kwa heri. Kwa kawaida, watu wamezoea, wasanii wanawaona ni watu wa ovyo ovyo. Mtu ukiona kama Sakina kazi yake ya ng'aring'ari, basi mtu utaweza kusema maneno mabaya, lakini kumbe kuna heri ndani yake. Huwezi kujua siri ya binadamu mwenzio ndani ya moyo wake. Tusihukumiane, tusisemeane vibaya. Tuna tabia ile ya kuwa ukimwona mtu ana kazi fulani, basi unamhukumu. Hasa wasanii wanasemwa vibaya sana, utasikia wao, msanii msanii, kwani msanii, kwani, kwani nani, kwani nani? Na wao ni binadamu kama binadamu wengine. Sakina ameonyesha njia kwa wengine kuwa wataweza na yeye anaweza, kafanya leo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu watoto yatima wana uhitaji mkubwa sana na vituo vya yatima viko vingi sana. Kwa hiyo tutoke, tuhamasishane kama hicho alichokifanya Sakina na wengine wafanye pia, pengine labda siku moja tunaweza tukaona, maana Ramadhani haijaisha, ndo kwanza tuko chungu cha kumi na tatu hivi, leo tunaweza tukategemea kuona kwa Mamalove naye akatufanyia kitu kama hiki. O oh, kwa kweli mimi huwa nafanya kwa siri sana. Nadhani vitu vyangu vingi hamvijui, mnanijua tu mkiniona hivi, lakini nafanya vitu vyangu vingi kwa siri, kwa sababu hasadi zipo pia. Kuna tabia ya kuwa watu ukifanya jambo la heri wanakasirika, hawapendi. Kwa hiyo mimi nimeamua kufanya vitu vyangu private hmm. nafanya lakini kwa siri sana. sawa sawa, pengine tutapata mwaliko so, so, Insha Allah nyinyi wa kwangu kila siku mtapata mwaliko wangu sawa. Mama mimi niseme kuna vingi sana vimetokea, mm, lakini hatujasikia neno lako, na kubwa sana ulikuwa unasema huu ni mwezi wa Ramadhani. Okay, natamani kama mzazi kama mama, pengine kwenye haya pia utoe neno lako hasa, ukizingatia huu ni mwezi wa Ramadhani, lakini bado watu wanasemana wana, semana, wana ibishana mambo yanakuwa mengi, natamani neno lako kwanza kuhusiana na sakata zima ambalo linaendelea sasa hivi, uh, kwa mama dada yetu mwigizaji Nicole baada ya kuchezesha mchezo kuwa kama kijumbe, lakini mwisho wa siku mambo yakawa ndivyo sivyo, kapelekwa polisi na tetesi zinazosemekana, anadaiwa takribani milioni mia na themanini na anatakiwa atoe uh, dhamana ya shilingi milioni arobaini na ili apate toke ndani, lakini mpaka sasa hivi hatujaona chochote kinachoendelea. Kwa kweli, kwanza niseme, tukiwa kwenye mitandao mm. tusijisahau mm. Ha, uta, unaweza kuwa ukawa kwenye mitandao lakini usijisahau usiwambie watu maneno mabaya ukawa kashifu useme, oh, mimi nazo pesa sana naweza kutumia sana, sio mimi naweza kujifanyia sana, usitukane mamba kabla hujavuka mto yeah. Na hili la Nicole Le, hata sisi pia watu wazima mm. Mimi niko kwenye mitandao, lakini ni somo kubwa sana mm. Kwa binadamu yoyote anaweza kumtokea, kwa vile yeye ni kioo cha jamii ameonekana, lakini wako nyuma ya pazia, wako kina Nicole wengi sana, wanakula pesa za watu, wanahujumu, wanafanya vitu vibaya, wanatoa kashfa, lakini wao hawaonekani. Kwa Nicole ameonyesha kuwa tusitendee watu baya, tunahitaji. Angefanya jambo jema leo hii, zile milioni 43 sijui ngapi zingetoka just like that, lakini has, hakuna mtu anataka kuchanga kwa sababu ameona kabisa, kwanza kafanya dhuluma kachukua pesa za watu. Lakini pia niseme na hao mazumbukuku ulimwengu, kwa huku unamwamini vipi mtu kumpa pesa yako? Unatoaje milioni kumi we benki hakuna Eh, benki zilojaa tele, unachukuaje pesa ukampe mtu binadamu mwenzio kweli? Kuna kuaminika sasa hivi? Sasa hivi, usimwamini hata ndugu yako uliyezaliwa naye. Eh, kwa kweli, Nicole nampa pole huko aliko, akitoka ana la kujifunza, akae kwa adabu, aseme maneno mazuri, ile kusema maneno mabaya na hisi, ndio watu wanazidi. Mimi naona video zimekuwa nyingi wanamuwekti sana yeah, ule mdomo, ile shepu mdomo. Lakini na hao pia wanaofanya hivyo hmm, wasijisa wasijisahau wasijisahau, usiseme mtu wakati na wewe bado uko duniani, ukishakata pumzi ndio huna lako jambo. Lakini mimi niseme tupunguze, tena hii kumsema-sema, tumwache sheria achukue mkondo wake kuna baadhi ya watu wanasema ana marafiki lakini kweli wa eh? Ifis, marafiki wa kushindwa kutoa milioni 43 kwa ajili ya kwenda kumtoa ndani? Hao marafiki uchwara hivi. Siku hizi kuna rafiki wa kukutakia mema kweli? Kwenye furaha mtafurahi wote, lakini likitokea jambo baya, ndio huyo anakuwa adui yako adui yako ndo rafiki yako bana, kwa sababu yule anayejua mabaya yako. Kama mimi ningekuwa na marafiki saizi, lolote likinitokea, mtaona ndo watakuwa wabaya wangu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu sina rafiki yani, mi rafiki yangu ni wale ambao wanakuja kwangu kufundwa, wananua bidhaa zangu, ndo marafiki, na nyinyi hapo wa media ndo marafiki zangu. Lakini mi nimejifunza urafiki, unafiki tu peke yake kuwa peke yako, marafiki hakuna. Ya wako wapi? Wameshindwa kumchangia hata hizo pesa kidogo, bilioni 43 sio kitu, mbona wameshindwa kumchangia? Kwa hiyo wamemwacha mwenzao wa kule na mdomo wake na shepu yake, akaya na garagara huko. Kwa kweli, kama wapo marafiki mlioshirikiana naye mmefanya furaha na yeye Mchangieni, msaidieni mwenzenu kabisa. Akitoka pengine atabadilika, atakuwa malaika yule, uwezi kujua. hey, hey. Uh, na, na, eh, mama, eh, mama huu ni mwezi wa Ramadhani. Tunaamini kwamba ni mwezi wa toba wa watu kumrudia Mungu wao. Sasa uh, kuna kitu kinaendelea au kuna vitu ambavyo vijana huwa wanafanya, ambavyo pengine utakuta kijana labda alikuwa na wanawake sita ambao hajafunga nao ndoa, lakini kifika mwezi wa Ramadhani anawaacha, lakini baada ya Ramadhani anawarudia. Wewe kama mama, una lipi la kuongea na huyo kijana? Mi kama huyo mwanangu, kwangu hakai, kwa sababu kama una mahawara zako huko, unawaacha una kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya Ramadhani unawarudia, mimi siwi mama yako. Kusema kweli, sio haki. Kama una mwanamke wako, muoe mwendeleze Ramadhani, uwe naye wa halali, ndio navyotakiwa. Halali ndio unayotakiwa kusema kweli. Hivi wanavyofanya sio tabia nzuri, sio kitu kizuri, na ni waase watoto wa kiume. Unapofanya mapenzi na mtoto wa watu wa kike, ujue na wewe utapokuja kuzaa mtoto wako wa kike atafanyiwa hivyo hivyo kama unavyofanya watoto wa wenzio, ndio mara nyingi inakuwa hivyo. Mama, tumalize na la Nikola, alafu tuje kwenye mambo mengine ambayo yanatokea kwa mabinti zako wa kike. Uh, sasa hivi tumeona Nicole ni mwigizaji anafanya series, lakini pia kuna waigizaji wenzie pengine hata wao pia wameshindwa kumchangia chochote kitu, ili mradi Nicole apate dhamana ya kutoka ndani. Tukiacha hilo tu, kuna baadhi ya interview ambazo aliwahi kuzifanya Nicole, kipindi ambacho yuko nje, anasema ana nyumba anapesa, ana pesa ana magari. Je, kwa uwezo alokuwa nao anashindwa kutoa milioni 43, au ni majivuno tu yalikuwepo kwenye mitandao? maana wasanii wengi tunajua, wengine wanaigiza. Niseme kitu, unaweza ukawa na nyumba, mwenye nyumba anajulikana na mpangaji anajulikana. Angekuwa na nyumba sasa hivi si tungeona hati imewekwa, angepata dhamana hmm. Lakini hana nyumba, ilikuwa fahari. Fahari ni mama wa ujinga, tusijipende kujifaharisha mbele za watu kuwa hatuna kitu chochote. Zile fahari zake ndio ziliopelekea huko, na hao uliosema wanaoekti naye Pengine ilikuwa wanaekti tu, baada ya pale hawajuani. Ukienda kuekti hata na mimi nilikuwa na ekti, lakini mwisho wa siku wale ambao umeekti nao sio ndugu zako, umekwenda umeekti alafu unarudi kwako. Kwa hiyo sidhani kama wao wataweza kumsaidia pia sawa sawa. Nikutoe kwa Nicole, tuje huku kwa biharusi wa juzi juzi hapa. Tunamzungumzia Hamisa Mobetto na rafiki yake wa ubani Rushaynah, mambo yamekuwa sio ala Eh, mbona sipo huko duniani. Rushaynah akamsema Hamisa Mobeto kweli, kwa uwezo wa Hamisa Mobeto jinsi alivyo wa kwenda kukubali kuolewa na Azizi Ki, na kwa mujibu wa sauti ambazo zimesikika kwenye, eh, kwenye kipindi cha ICU lakini pia mimi pia nilipata nafasi ya kuzisikia kupitia Juma Lokole, alikuwa anamwambia kweli ule mdomo wa Azizi kweli mim, n, n, tukimtazama Hamisa eh, nashindwa hata cha kuongea kwanza. Niseme astaghfirullah alazim, hakuna binadamu mbaya duniani mm. Hayupo Nikunin. Hayupo ulichokuwa hukiwezi kukitengeneza hata kucha mm. Basi sio kibaya, mbona yeye hajamtengeneza Aziziki wake? tukamwona kamwoa e, yuko api alomuoa eh, wastaki, nikasema mengi. Ile ni riski kutoka kwa Mwenyezi Mungu Hapisa. Hamisa kapata riski, choyo choyo, choyo. Kaona mwenzie kapata zaidi ya yeye anavyofanya. Kusema kweli, watoto wa kike utaweza kuwa na mashoga lakini si shoga si shoga shoga si si wengine si shoga mm. Na akisogea pia anaweza kumuibia. Kama amesema hayo, sio mtoto mzuri, sio mtoto mwema, kwa sababu alikuwa hamtakii mema mwenziwe. Sasa mm, urafiki gani huo wa kuwa unamsema mwenzio? Kauona mdomo wa ziziki na yeye je? Ya kwake kaongea ka mengi ka mi, ndo huwa nasema mm. Watoto wa kike hawachagui la kusema. Anasahau nyuma ya pazia lake kulikuwa na nini, ameyazungumza yote haya Anabwaja tu wa Kiswahili wanasema. Watu wanawaambia nyinyi mlikuwa mnataka mimi nirudi kwenye ndoa ya Manara. Sio kwa baya kakaangu Manara ila hii ni sauti ambayo nilisikia kwaona mimi nanukuu kilichozungumzwa. Ah, kweli mnataka nirudi ni kwa Manara alafu Manara ana, ananuka tumbaku ananuka tumbaku ile ndo ile anaikwaga huko chini ya, ya, ya, ya, ya, mdomo kwa mujibu wa sauti za Rushaynah anawaambia mlikuwa mnataka nirudi kwa Manara alafu mtu wenyewe mdomo wake anavuta tumbaku ananuka tumbaku. Ndo, niseme, kama mumeo, ndani ya alikuwa nalala naye kitanda kimoja mm, hakuzisikia hizo tumbaku na pengine naye anazo tumbaku, tumbaku zake? Je, watu hawazisemi e? Na Manara akitaka kumchafua si anaweza tu kiasi kama hivi, lakini unaambiwa hakuna kitu kizuri kama kumstiri binadamu mwenzio. Ukimstiri binadamu mwenzio na wewe utastiriwa, asiseme maneno mengi, na yeye bado hajamaliza sema. Kweli kama kasema hayo, sio vizuri. Si vizuri. Na mwali hasa aliyefundwa akapewa fundwa anaweza kufaya iliyotumikaga chumbani kwake, anaweza akatoa kwa hasira pengine e. Alikuwa anakitaka kile kitu akipati tena anaweza, e, anaweza kusema hayo kuwa anakitaka bado A. Na kama angekuwa hamtaki asingesema hayo, pengine anamtamani bado, inawezekana ikawa Rushaynah bado anatamani ndoa yake na na, na, na, na, bado ndoa yake na Haji Manara hivi anapomuona Zailisa anafaidi, utuseme hataki? Ah, we umeona, ma brand ambassador kila siku Zailisa. Sasa anayatamani naye, ye brand yake iko wapi? hatujaiona mpaka leo hey, atapata wapi? Ndio hivyo asiseme sana, anyamaze tu aombe Mwenyezi Mungu. Kusema kweli, mimi yule mtoto namwombea Mwenyezi Mungu, kwa sababu na mimi pia nina watoto na wakwe kwa hiyo tumwombee Mwenyezi Mungu tu ni abadilike. Mwenyezi Mungu atamwongoa atamuokoa, kwani mtoto mzuri tu atapata mume wa maana. Lakini kama hivyo kamsema Hamisa sio vitu kitu kizuri, kwa sababu yule anaweza leo na kesho akamsaidia akamnyanyua. Ndio huo uadui sasa. Mimi natamani nifahamu kitu kimoja kwenye hili lilotokea. Nimeona Hamisa na Rushaina, wa, uh, rusha, Hamisa ame unfollow Rushaina kwenye akaunti za Instagram unaweza ukamwambia nini binti yako? Ndo kwanza changa maneno ya nje ndo kwanza anaanza kuyasikia. Kuna muda atakuja kuambiwa kabisa Azizi ki huko kwao kaacha mke, sio tu mtoto, kaacha mke. Maana hayo pia yapo yanazungumzwa. Kwa kweli kama ameyavulia nguo maji mm, hayakoge tu. Eh, ukiavulia nguo maji unayakoga. Ukimkuta mwanamme anaichi ana kile, watu wakisema, wakihangaika, waki yeye, yeah, akaze buti tu akae na mume wake afurahi, aenjoi. Ndo kwanza kama mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndo muda wake wa kumweka vizuri, wa kumweka kwenye ibada, wa kufurahi naye. Hakuna kitu kama mume bwana, okay. Kastirika, kapata stara ha. Kuna wengine hawana kabisa, e, wengine magumegume tu. kabisa. mm. Na unawashauri nini mabinti zetu hawa wakike ambao wanakuwa ni marafiki a mwishoa siku juu wanakuja wanana, wananafikiana urafiki wa unafiki upo sana lakini wanajisahau kuwa wao ni binadamu wow. Ukiwa binadamu usimgeuke mwenzio. Hmm. Unaambiwa ukimpiga mwenzako kofi la kulia na nawe litakugeukia kushoto, wasijisahau mabinti. Mm. Mimi niseme asante sana mama. Haya karibuni sana.